Tunaendelea, wizara ya fedha na mipango. Swali inaulizwa na mheshimiwa Dr. Raphael Chegeni. Mheshimiwa Spika, naomba sasa swali langu namba 323 liweze kupatiwa majibu. Kabla ya swali hilo alijajibiwa, waheshimiwa wabunge, naomba mliangalie vizuri swali lile. Maswali ya kibunge ndivyo yanavyoulizwa hivi. Yaani unaenda moja kwa moja kwenye swali, habari ya ngonjera unaremba, una... wewe uliza swali. Angalieni hili swali mlione lilivyo. Majibu, Mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa fedha na mipango, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Raphael Masunga Chegeni Mbunge wa Busega kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ada ya mwaka ya magari inatozwa kwa wamiliki wa vyombo vya moto kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani ya mwaka 1973 ambapo mmiliki wa chombo cha moto hutakiwa kulipa ada ya kila mwaka kuanzia tarehe ya mwezi wa kwanza ambao chombo kilisajiliwa. Ada hii inatozwa kulingana na ukubwa wa injini ya chombo husika. Msingi wa tozo hii ni umiliki wa chombo na siyo matumizi ya chombo barabarani. Hivyo basi, mmiliki wa chombo hutakiwa kulipa ada hiyo bila kujali kama chombo kimetumika katika mwaka husika au hakijatumika. Mheshimiwa Spika, Ada ya mwaka ya umiliki wa chombo cha moto inaweza kusitishwa kulipwa endapo mmiliki wa chombo cha moto atatoa taarifa kwa kamishna wa kodi na kuthibitishwa kuwa chombo hicho cha moto hakitumiki tena kutokana na sababu mbalimbali mbali, kama vile ajali ya barabarani, moto au uchakavu. Taarifa hizo za chombo husika zitaweza ch zitawezesha chombo kufutwa yaani kuwa deregistered kwenye kumbukumbu za mamlaka na ada hiyo itasitishwa kutozwa. Mheshimiwa Spika, serikali imepokea mapendekezo na malalamiko kutoka kwa wadau mbalimbali ikiwa ni pamoja na Mheshimiwa Chegeni wakitaka ada hii ifutwe au ilipo kulingana na matumizi ya chombo cha moto. Mheshimiwa Spika, napenda kuliarifu Bunge lako tukufu kuwa serikali itafanya mapitio ya sheria na kanuni ya umiliki na matumizi ya vyombo vya moto ili kupata njia bora zaidi ya kukusanya ada hii. Hivyo basi ada hii kwa sasa itaendelea kulipwa kwa utaratibu uliopo. Mheshimiwa Chegeni, nilikuona swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kunipa nafasi ya kuweza kuuliza maswali mawili madogo ya nyongeza, lakini sambamba na hiyo na kushukuru sana kuweza kunipa pongezi kwa swali langu la KCPA. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa naibu waziri amejibu vizuri, lakini kodi hii inasema ni Road License, yeye anasema ni kodi ya usajili wa gari ya mwaka. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika napenda kum kum kumuliza Mheshimiwa Waziri, je, haoni kwamba kodi hii kwanza inakusanywa kimakosa kwa sababu jina lake liko tofauti na ilivyo, lakini pili, haoni kwamba ingekuwa bora zaidi tungeikusanya kwa kutumia matumizi ya gari barabarani ili kuongeza hata mapato yake. Swala la pili, kwa kuwa kuna baadhi ya watu sasa wanasumbuliwa barabarani kwa kudaiwa madeni ya gari ambayo pengine ina muda mrefu haifanyi kazi iko nyumbani na wanadaiwa kwamba lazima alipe kodi hiyo. Je, mheshimiwa waziri, haoni kwamba kuna haja ya kutoa tamko, ili watu wasisumbulia barabarani na trafiki pamoja na polisi pamoja na TRA juu ya swala hili la kodi hii, majibu ya swali hili muhimu sana. Gari limelala miaka kumi, mtu anadaiwa kodi leo. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Chegeni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kiutaalamu, kodi hii au ada hii haiiti road license kama sheria inavyosomeka na pamoja na kanuni zake zinasomeka the road traffic motor vehicles registration kwa hiyo hii ni mota veko, ni ownership Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema kwenye jibu langu la msingi sio kwamba inalipiwa kwa matumizi yake barabarani. Kwa hiyo sheria inasema hivi, lakini kwa lugha zetu za mtaani tunaiita hivyo, lakini kimsingi hii ni ownership Mheshimiwa Spika, na sio sheria ya, ya, ya, ya, ya kutumia ni ada ya kutumia gari barabarani. Hapana Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema ada hii ya leseni ya gari ya mwaka hutozwa kwa kila gari kulingana na ukubwa wa injini ya gari, na kwa sasa kwa jinsi ilivyo sheria hii haitoi fursa ya kusamehe ada hii ambayo haikulipwa huko nyuma, kama nilivyosema ni kwenye jibu langu la msingi kwamba ipo katika kanuni zetu kifungu, sehemu ya nane kifungu cha thelathini na mbili mpaka thelathini na nne inamwelekeza owner wa vyombo vya moto jinsi ya kufanya utaratibu upi afate kama chombo chake hakitumii tena haki own tena, ili aweze kwenda kwa registrar, ambaye ni katibu mkuu hazina, ili aweze sasa chombo chake kuwa deregistered na hatoweza kudaiwa tena ada hii. Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema, hii ni sheria, lakini kama serikali tumesikia kilio cha wabunge wengi pamoja na wananchi, tunalifanyia kazi, tunaifanyia kazi sheria pamoja na kanuni zake kuona jambo hili linafika mwisho ambao ni mzuri kwa serikali yetu pamoja na wananchi wetu. Mheshimiwa Alikesi, nilikuona. Swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, imekuwa malalamiko mengi sana, hii inaitwa road license, kama anavyosema gari yangu mfano imekaa jikoni, uani, gereji miaka mitatu sina pesa za kutengeneza, lakini tadaiwa hiyo road license na faini juu. Kwa nini serikali sione kwa sasa, kwamba kwa nini wasiingize kwenye mafuta, ili gari yangu ikitembea mi nilipia kodi moja kwa moja? Ko kumtesa mtu, gari yake imekaa jikoni miaka mitatu, aendelee kulipa kodi wakati hana uwezo hata kununua spare. Gari yake haijafuta, kama alivyosema, imepata ajali. Lakini gari linaweza kukaa miaka mitatu, hakuwa na uwezo wa kutafuta pesa, lakini ataendelea kudai road license. Napolipa road license napigwa na faini juu. Mheshimiwa, Mheshimiwa Spika, hii ni halali kweli? Kwa nini msichukue kigezo cha kuweka kwenye mafuta pesa kwenye mafuta ili ninapotembeza na gari yangu nalipia moja kwa moja road license? Mimi nafikiri ushauri huu ni muhimu sana, Mheshimiwa Waziri, basi kama, kama unaupokea. Mheshimiwa Spika, najua ni jambo muhimu sana hili kwa taifa letu na kwa wananchi wetu. Kama serikali tumesikia na tunalifanyia kazi, kama nilivyosema kwenye majibu yangu ya mwanzo, lakini naendelea kusisitiza kumwambia ndugu yangu Ali Kesi, hii tunalipia umiliki na sio matumizi ya gari yako barabarani. Kwa hiyo naomba niseme hivyo jinsi lilivyo. Mheshimiwa Spika, nasema hivi, najua nimesema lina interest kubwa, lakini tumeapa kulinda sheria zetu. Nimesema tunalichukua, tunalifanyia kazi siwezi kutoa tamko jingine kinyume na sheria za nchi zinasema nini. Nilikuona mheshimiwa Peter Msigwa. Kamishna mheshimiwa spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Kama ambavyo eh, wabunge wengi wanaliona tatizo hili mheshimiwa eh, spika, limekuwa tatizo kubwa sana. Mheshimiwa waziri anaposema kwamba ni swala la kumiliki gari, halimilikiwi kila mwaka unalimiliki tunalipa tuna, kwa ajili ya matumizi ya barabara, lakini watu wengi wamepata tabu katika hili. Kwa nini Serikali sitoitamko kwamba ili swala italifuta ili wa, wa, wananchi tulipe hiyo road license kutokana na matumizi ya barabara? Mheshimiwa Chief Whip, Chief Whip Mheshimiwa Gerista Mwagama, kama unachosema Mheshimiwa, Mheshimiwa spika Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa waziri mkuu, lakini kwa niaba ya serikali kwa ujumla, swali hili limeonyesha kuwa na interest kubwa kwa waheshimiwa wabunge, na hasimaanishi kwamba ni kwa ajili yao wenyewe, ni kwa ajili ya nchi nzima na watu wanaowakilisha. Lakini Mheshimiwa Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa naibu waziri amejibu vizuri sana. Utaratibu tunaoutumia ndani ya serikali, waheshimiwa wabunge mnafahamu. Kwanza sheria iliyopo ndiyo inayotumika mpaka sasa. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri ameieleza hapa kwa niaba ya serikali tumesikia. Na kama tumesikia ina maana ni prosesi ambayo inayotakiwa ya kurudi na kwenda kulitazama swala hili kwa ujumla wake. Lakini Mheshimiwa Spika, Naibu Waziri hawezi sasa hapa ndani akatoa commitment ya kubadilisha sheria akiwa hapa ndani ya Bunge bila kuzingatia utaratibu wa kisheria wa kubadilisha sheria. Tunakuomba sana, Mheshimiwa Spika, kwa heshima ya Bunge lako, haya yote yaliyoelezwa na waheshimiwa wa Bunge serikali imesikia, lakini kwa pamoja tutajadiliana, tujue namna nzuri ya kuweza kulishughulikia jambo hili. Tunakuomba sana, Mheshimiwa Spika, uelewe nia njema ya serikali. Asante sana kwa majibu mazuri sana, lakini niwakumbusha waheshimiwa wabunge, na nyinyi pia mna mchango katika mambo yanayofanana na haya. Mna uwezo kabisa wa kuleta mabadiliko ya sheria e, kama mbunge mmoja moja, ama kama kamati ya bunge, ili kuibana serikali ili serikali iweze kuharakisha mchakato.